Tumezindua rasmi programu yetu ya Nithamini Charity event ambayo ilikuwa inahusiana na kutoa vifaa vya shule kwa watoto wenye mazingira magumu. Mimi pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya utekelezaji tumeshirikiana vyema kuweza kufanikisha jambo hili. ni washukuru wadau mbalimbali ambao wameshiriki kwenye kuchangia vifaa vya watoto hao. Mwenyezi Mungu abariki sana. Hata kama tungekuwa na madarasa mazuri bila vitendea kazi hatuna tunachokifanya. kwa, kwa hiyo tunashukuru pamoja na madarasa mliotupa mazuri, lakini bado mnaendelea kutujali kwa hivi madaftari pamoja na vitendea kazi vingine. Kwa hiyo tunashukuru sana ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Mna tunu ya viongozi. Esther, mwenyekiti wa umoja wa vijana Nyachiluluma, umefanya jambo jema na jambo jema lazima liige. Nanyi sasa vijana mnao wajibu wa kufanya jambo hili kwenye kata zenu. Mkatualika sisi, ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tumekujeni hapa, tumewapenizi zawadi, mkasome. Sisi Chama cha Mapinduzi tunagawana na nyinyi hiki kidogo tunachokipata, si ndio? mm -hmm. Hey, unapopata kidogo unagawana na wenzako mm -hmm. wenye hazi kama ya kwako. Nyinyi na sisi ni hali moja, tumekujeni hapa kwa peni hivi vifaa, mvitunze na watoto mkawale, na watoto mkasome, mkafaulu. Nyinyi ndio walimu wa kesho na nyinyi ndio marais wa kesho, ndio mawaziri nyinyi ndio i ewene kiguma nyinyi ndio walimu wakuwa hapa. Nakushukuru chama cha mapinduzi kiendelee kufanya hivyo na wengine waunge mkono. Asante sana, nisome mfauru masomo yenu, shike nafasi nzuri muende sekondari. Sawa? Ndio. Napenda tutakuja tena na tena na tena. Sawa? Ndio. Eh, mara nyingine tutakuja kwa watoto hapa. sana Asante tutakua Kwenye event ya leo ya ugawaji wa vifaa kwa watoto walio katika mazingira magumu. Moja kabisa nimejifunza upendo, ushirikiano kwa umoja wa vijana wa kata ya Nyachiluluma. Umoja huu umetupa nguvu sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi, ninaomba udumu na uweze kuishi hata kwa kizazi na kizazi, sababu hii iliyopelekea sisi kujumuika pamoja katika tukio hili umetufanya kuona watoto walio katika mazingira na mazingira magumu hii kata ya Nyachiluluma katika ukanda wa kata sita ambazo zinaunganishwa zina, zina na Butundwe. Inatupaswa sasa sisi kata jirani ambao tunatokea tuna kata tofauti na Nyachiluluma kuiga ili zoezi lilofanyika leo, tutafute na sisi wahisani ambao wataweza kutu, kutuunga mkono kwa ajili ya kuendeleza zoezi hili na zoezi hili isiwe na ukomo. Maana yake hii inatujengea uaminifu kwa watu, kwa watumishi wa umma lakini pia na kwa wanajamii. Kihakika kwamba tumefurahi na sisi, kuna kitu tumejifunza, hasa sisi ambao tumetoka kata za mjini. Tumeona kwamba kila mtu anaweza, lakini pia hii ni kama field, tumekuja field, hasa sisi tumetoka mbali, kwa sababu mwenyekiti wa umoja wa vijana kata ya Nyachiluluma amefanya jambo kubwa sana sana ambalo la kuigwa kwa sababu wote hapa tunatokana na jumuiya hii pia wanafunzi wetu waliopata hicho kidogo sehemu sehemu moja au sehemu nyingine, nimefurahia sana. Kitu cha kwanza nimefurahia kutembelea mashule, tumewagawia daftari, kalamu, penseli, vichongeo, tumeongea nao, tumecheza nao, tumefurahi. Pia tumeona maendeleo mbalimbali ya ya, ya, ya inayotokana na chama cha mapinduzi, na sisi umoja wa vijana wa chama wa cha mapinduzi, sio mara yetu ya kwanza, tunafanyaga mambo mbalimbali na tunaendeleza kufanya mambo yote haya lakini vilevile nazidi kuwaombea sana sana sana waendelee na ushirikiano huu na moyo huu wa kujituma, kwani sio kazi nyepesi kuzungukia kata nzima kwa shule zote na kuita na, ku, na, kufanya na kutoa vifaa kwa ajili ya kusaidia wadogo zao. Kwa hiyo waendelee kuwa na hili, zoezi liwe endelevu na wawe na moyo wa aina hii wa kujituma, ni zoezi hili litakuwa ni zoezi endelevu kwa ajili ya kuendelea kusapoti juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeona anafanya kazi nzuri sana katika sekta ya elimu. Amejenga madarasa mazuri na sisi kama vijana wa Umoja wa Chama cha Mapinduzi tumeona sio vyema kuendelea kukaa. Tumeona tuendelee kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa vifaa vya shule kwa watoto hawa.